Kwa nini uh, Dudubaya hajaoa mpaka leo hii? Nikasema hii komenti itabidi nikufikishie tu, kwa sababu ndio mashabiki zako ambao umeamua kuzungumza nao. Ni, ni, ni komenti nzuri mi mm. yeah. uh, na watoto mm. watatu, ila wanaojulikana sana ni wile na Maria. Uh, sahivi Maria na miaka mwaka huu ni 25 okay. na 25 mm. wile miaka 24 nne wamepishana mwaka mmoja, mama tofauti na, na shukuru Mwenyezi Mungu nilizaa mapema ndio maana sina majukumu makubwa. Wewe hapo yeah. Una watoto sio, watatu. Shule zikifunguliwa hapo. Kichwa kinawaka moto. Ah. Sasa hivi uchumi huu. Mm. Una watoto watatu. Ah, lazima wote mvi. Nyakati za shule kuu vimerudi likizo. Mwezi wa sita huo. Likizo, eh, shahara nzuri. Kwa hiyo I thank God kwamba nilizaa mapema na huwa niko proud hata washikaji zangu wanasema da. Ulitumia akili sana, ulizaa mapema. Mm. So mama zao na wile Maria tulikutana wakati mi wa ujana, sina, sina, sina kiu ya kuokoa. Mm. Wadogo zangu wote uko Mwanza, geta wapi, wamefunga ndoa. Mm. Wana watoto na wenyewe ndo wananiambiaga tunatamani yani, tungekuwa tunaishi kama wewe. Mm. Wanajuta kuwa kwenye ndoa watoto watano watoto wangapi? Na watoto wote wanasoma mm. kwa hiyo mimi sikuwa na mpango wa kuoa, na ndio maana hata ugomvi wangu mkubwa sana mm. na wanawake niliozaa nao, wao wali expect kwamba utawaoa, nitawaoa. Na ndio ale wale niliowazungumza kwamba, leo unaenda kutembea na Rayvanny au Harmonize au Ibra, yani awa vijana mm. unategemea atafunga ndoa? Na hapana, bado ni vijana bado wanatamani kuzunguka dunia sana sana. Ukimbebea mimba atakutunza tu na mimba utazalia kwenu kama mbwa jike mm. Ushaelewa mm. Na mimi kipindi hicho sasa niko kwenye nini, kwenye jana, sina mpango wa kuoa nimeenda kwa, kwa nini mimi sijaoa? Kwa sababu mimi bado ni traveler, bado ni msafiri kabisa. Ndio maana hata juzi nimekwambia kufika mwezi wa nne naweza nikawa Tanzania au nje ya Tanzania so mimi navyoiheshimu ndoa au mahusiano mm, siwezi kuishi miezi sita mbali na mpenzi wangu. Hiyo ndoa sio ndoa babu. Hata kama mjafunga ndoa tu, mahusiano tu, relationship tu, kukaa miezi sita mbali na mpenzi wako, hiyo mm. Wana, wana wana wana nakwambia hivi wanajidanganisha, mm. kwambia unasema ukim, una makali, kautafute uone kama una makali sasa na hiyo long distance relationship eti ni, ni nzuri, anakuta ndo maana Wazungu. Hata wewe sasa hivi JS, mzungu akupende, hmm, hawezi kusema naenda kwetu miezi sita mwaka mmoja nitarudi nitakuta. Lazima akuchote, muondoke wote, muondoke wote. Una passport, atakukatia passport. Mapenzi ni lazima umlinde mwenzako. Kumlinda si kumfuatilia, kumchunga kama wanawake wengine wajinga hapa Tanzania ana unaoga anapikenya simu mm, uo sio kumlinda mwenzako, hiyo ni kelo. Unajua, kuna mtu kwenye mahusiano anaweza kakupiga chini klasi kama sio malaya, mm, chini mwanaume sio chita lakini wewe kila saa wivu, kila saa nini? Anakupiga chini shapiga chini. Wanawake wengi sana wenye tabia ya wivu kama huo mm. So mimi mimi mwanamke akiniuliza uko wapi nawambia niko sehemu fulani, siwezi kumwambia niko sehemu fulani kumbe niko sehemu fulani. Nikisema niko sehemu ni sehemu fulani, utanikuta mm. nimekaa na washikaza hivo. Sasa huo wivu unatokea wapi? So unakuta mwanamke mwingine anaamini kwamba mm. kumpigia simu mwanaume mara kumi na tano kwa siku eti ndio kumpenda kumbe ni nikelo, anataka mchati asubuhi mpaka jioni. Mimi sina kazi za kufanya? Unajua hata kama sina kazi, nimekaa hapa kufikiria tu ni kazi. <laughs> <laughs> Unajua, wale wanafikiri kazi ni kushika jembe mm. au kubeba maboksi mm. Kazi hata kufikiria, nafikiria kesho turekodi content gani, nafikiria kuandika mashairi ya nyimbo nina show, labda nafikiria hii show niifanye, hiyo ni kazi mm. lakini u unataka tuchati, halafu ukimwambia okay, ukimwambia kuna kazi au taarifa habari, kuna mwanamke mwingine mjinga, unaangalia taarifa habari, umekaa sebleni, unaambia subiri nani, taarifa. Kwa hiyo taarifa habari ni bora kuliko huyo silitaila, huyo uyosirita. <laughs> N ma, mm. Mm. Kama huyo ni Tyler. Hilo swali wanakutana nalo sana vijana. Kwa nini ukitaka kuangalia movie yako au tamthilia, mbona nakupa nafasi mm. Hei za mimi sipendi kuangalia tamthilia mm. Mnaangalia tamthilia zenu za mtu si za Kituruki, nakupisha mm. na kazangu barazani unaangalia lakini, mi naangalia taarifa habari. Kwa hiyo taarifa habari, kwa hiyo ni bora kuliko we mjinga nile. Kwa hiyo, wanawake, mimi sijaoa kwa sababu, la kwanza, bado nasafiri. Unaweza ukashangaa, sasa hivi niko Uganda mwaka mzima, eti mwanamke wangu ndo. Kama mapenzi sasa ya Roma, <laughs> na mke wake unamchokoza. Roma, sasa Roma ni mdogo wangu, mke wake rafiki yangu sana <laughs> Roma ni mdogo wangu lakini yeah. Miaka mitano yeah. <laughs> <laughs> Niko mbali rafiki yeah. <laughs> <Roma, tuambia laughs> natumia nini hiyo? <laughs> <Yeah, laughs> <yeah. laughs> Ni ngumu kwako, mimi siwezi sema yeah. kuna... Roma sikaondoka na vitu vingi ndo maana <laughs> <laughs> <Sawa, lakini. laughs> <Ay, hanini. laughs> <laughs> kuna jamaa wangu alifunga ndoa ile kaa South Africa, Tanzania, bonge la harusi hapa Mwanza. Mwanamke ni mtangazaji wa radio wa tv hapa, siwezi kumtaja, sawa. Jamaa akaendelea na maisha kule, mwanamke anaendelea kazi karibu mwaka, miaka miwili, eti awaonani na wamefunga ndoa, ndoa kabisa, bonge la harusi walifunga Mwanza. Sasa hiyo mimi siwezi kwa sababu bado ni msafiri, ndo namjibu Mm. Uh, shabiki Ushabiki. yangu kwamba sijaoa kwa, yeah. kwa sababu mimi bado mm. nasafiri japokuwa mm. sasa hivi moyo wangu mm. umeshaanza kuwa na kiu ya nini ya ndoa. Kwa hiyo tuambie wajitokeze au hapana? Ah, Roho Mtakatifu <laughs> Mtakatifu Roho Mtakatifu kwa sababu ni amwonyeshe anasubiri, anasubiri na yes naomba mke mwema mcha Mungu sio mshirikina mm. Mwenyezi Mungu naamini katika maombi yangu. Sio, ah, sio mshirikina mwanamke mshirikina, mshirikina unajua anakuroga okay, ilusi mwache kumba, mm. anaharibu mipango, anachafua mm. nyota yako. Kwa hiyo hilo ni la pili, yes. uh-huh. la tatu, labda au ni hizo mbili tu, kwamba kwa sababu bado ni traveler. nyingine unasu, unasubiri. Roho Mtakatifu aniwe kwa sababu Roho Mtakatifu, ukimwambia wewe ndio mwalimu na kiongozi, mm. nikutanishe na watu sahihi; atakutanisha na marafiki sahihi mm. nikutanishe na mke sahihi. Hmm. Ata kwa ata kukutanisha naye, kwa hiyo I believe one day nitakutana na mwanamke sahi, lakini hmm. ni kuanzia miaka hmm. arobaini mpaka hamsini hawa wanachuochua au namwachia mwijako, kuanzia miaka arobaini arobaini mpaka hamsini mimi na arobaini na <laughs> <laughs> tano, kwa hiyo hmm. hata akiwa na hamsini kazidi mitano safi fresh. nataka mwanamke Mm. ambaye sio mshamba wa dunia, nafikiri unanielewa, ambaye ataenda kazini mm. anapenda sitting room mm. kama mimi mm. yani, yani napenda sana kukaa sebleni kwangu mm. kuliko kukaa bar mm. tofauti na miaka ya January zamani. Okay. Unajua kuna mtu anakuambia pombe za nyumbani, mimi siwezi paka, afanye nini za kwenye makelele mm. Sasa na mimi zamani ilikuwa hivyo, lakini for now napenda kukaa nyumbani. Hata sasa hivi nimekuja hapa sawa, niko peke yangu mm. Mm. napenda hayo maisha, tofauti na zamani ile mm. ya washikaji kuenyeni, si mendap mendap hayo na wote uko hivi yani, eh moto hivi kama umekula miguu ya kuku, yes mm. yani umelambwa na mbwa <laughs> kanela kwa hiyo hayo maisha. kwa hiyo na mwanamke mm. wangu ambaye tutaendana mm. na yeye, au ameshachoka out mm. anapenda nyumbani. Okay, yes Go. Kwa hiyo hawa wanaopenda out mm. hao ni wamwijaku, tuache hao, tumwachie mwijaku. kwa unatamani mwanamke wa, e, Unatama wa kufanya naye maisha sasa? Yes, ndio mm. leo mtaka. Okay, yeah Sawa, nafikiri jibu lako utakuwa umelipata vizuri. Sasa kuna mwingine ameuliza ameuliza kuhusiana na amesema muulize ame Dudu Baya Uh, ugomvi wao na Rostam featuring Yankila mpaka wakamtungia waka nyimbo na kumchana Dudubaya, shida ilikuwa nini? Mimi mwenyewe kama kama shabiki hapo anavyosema kwamba ni Rostam mm. featuring Yankila mm. anaelewa hivyo mm, na mimi niivyousikiliza ule wimbo mm. nilielewa hivyo mm, kama ni Roma Stamina na Yankila mm. sawa so, na mimi nilipiga simu tena, nilimpigia niloma e, walikuwa wote mm. nikawaka sana, ndio ikabidi wanieleweshe kwamba sio sisi huo mm. wimbo, sisi hatuujui, ila kuna dogo kaiga sauti zao kabisa mm. kaiga sauti ya nkila, kaiga ya loma, kaiga ya stamina, na yule dogo nilivyopeleleza mimi kwa kwa kwa, kwa, kwa, kwa kwa kwa nani kwa, kwa upelelezi wangu mm. anatokea Ilinga mm. na mpaka Ilinga nikapajua mpaka kwao. Na kuna mtangazaji mkubwa sana wa Ilinga, wako wawili wa kiume na wa kike wa Ilinga, wakubwa mm. sana kwa redio za Ilinga, na wakaniambia ni kweli huyo dogo ni wapa na hivyo na hivyo, kwa sababu nilienda Ilinga kama mm. nakumbuka Wasafi Festival nakumbuka. Sawa, yeah, yes, okay. Kwa hiyo wale watangazaji wakanihakikishia kweli aliyeimba tunamjua udogo mm na amerekodi studio fulani pale, ni Wailinga ndo nikajua akumbe, sio. Kwa hiyo ni dogo aliyekuwa anatafuta umaarufu ndo akaiga sauti ya Stamina ya nkila na nani na loma kwa ule wimbo, hawakuimba Rostam featuring ya nkila, okay. Ya nafikiri ameelewa vizuri sasa, sawa sawa, tumeona. Nafikiri dogo, unajua eh, kuna madogo hapo kati wakati biflangu na mashoga hmm, biflangu na vyombo vya habari avipigi mziki wangu. Mm. kuna madogo walikuwa wanaingia studio wanatoa nyimbo mm. kunidisi mimi wakitarajia wale jamaa watacheza nini nyimbo zao e, kwa sababu ni maadui zangu ah, okay. na ndio ah. maana yes si mm. Umeelewa hiyo picha? Nimesha kuelewa kwa mimi na ugomvi na Klaus mtu anatoa nyimbo anandisi mimi, kwa hiyo Klaus lazima mm. afanye nini waucheze, waucheze ah, okay. sababu kanidisi mimi mm. kwa ule dogo alifanya hivyo akijua kwamba atapata time kutoka kwa watangazaji na madj mashoga niliowataja mm. na ikawa hivyo, ushaelewa vizuri. Kwa hiyo amini kwamba sio Losta mm. siyo Loma na Yankira, sio Yankila mm. sio Stamina. Okay, ni huyo dogo mm. kapanya panya, na mpaka leo hata akasikika Klipo na ninawaambia tu wasanii mm. mimi ni oil chafu mimi game ni moja, wa wasanii tuliozee game ukijichanganya kwenye hizi kumi kwenye hii vita yangu na mashoga, ukijichanganya kwenye hii vita yangu na hivi vyombo vyote vya habari vikubwa, wimbo mm. a we okay, anatafuta kiki na kipindi hicho tena akajitokeza Hamorapa, unakumbuka, nikamwonya mm, Hamorapa usicheze na hii vita. Hii vita amashoga mda wote mi naweza nikauawa, nikaeka hata sumu. Don't mess up, nitakufanya kitu kibaya. Kiki zenu mlizozea zifanyeni huko huko, kijinga kijinga. This is war, hii ni vita. Kwa hiyo yote, unayejifanya una huu naimbaimba, tumika kijinga, wakucheze redioni kwenye TV, mi nakucheza kukitaa na huo uwezo ninao na kucheza kitaa na kupitia kama upepo kitaa. Don't mess up. This is war. mimi napigania haki za wasanii Don't mess up. Niko lazi, niko tayari kwa kifo, niko tayari kwa kwenda jela. Nimekaa polisi siku 21, kesa ya Joseph Saga. Wewe ulikuwa where have you been? Hujaleta hata chapati hata soda hapo, kutoa chapati. Napigania haki zenu, nimekaa Segerea 8 days nakutana na mambo kibao ya ajabu ajabu, ajabu. Mwenyezi Mungu ananilinda. Alafu umekaa geto uko unapigania kizenu. Alafu unakuja unatumika unatunga nitakuchota kama njiwa. Don't mess up. This is the one. Kiki zako tafuta huko. Vita yangu sio kiki. Reality. Reality. Hii ni reality. Mm. Na niko tayari kwa chochote. Okay. So maadui zangu ni wengi kwenye vyombo vya habari. Bado mashoga kitani. Alafu unakuja unaandika andika wimbo kijinga. Kwa, kwa mm. Sijawahi toka, <laughs> toka nimezaliwa kumshtaki mtu polisi mimi mm. Kwa hiyo, tukio, kituo cha polisi. Usicheze na mamba 24 no sleep chezeni huko na makiki yenu ya kijinga jinga huko. Okay, sawa. Nafikiri, uh, kwa mujibu wa kile ambacho tulikuwa tumekiandaa kuhusiana na mashabiki na yale maswali ambayo walikuwa wameuliza hapa na pale na walichokuwa wanatamani kukizungumzia tumemalizana nacho.